Mpenzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, kama mshale unavyokuonyesha. Ajali iliyotokea leo Mei ishirini na mbili katika eneo la Kurasini Biashara, jijini Dar es Salaam, baada ya gari ndogo ya aina ya Toyota IST kuovateki lori kubwa ya aina ya Scania kwa nia ya kulisimamisha, jambo hilo lilisababisha dereva wa lori kukanyaga breki kwa nguvu na hatimaye lori hilo kupinduka na kuingia mtaroni. Pia mmoja ya shuhuda akielezea jinsi gani ilipotokea ajali hiyo. Hii ajali ni uzembe wa madereva wa gari ndogo. Inaonekana walipotoka kundi, walikuwa wamepata ajali, walikuwa wameongozana, walikuwa speed, lakini walipokuja kufika hapa, walivyoanza kulumbana, huyu jamaa ndo wanatoka chini, ilishachukua nafasi hata kupandisha huu mlima, jamaa alioshika breki ghafla, na alikuwa yuko speed, akakanyaga breki, kushika breki ili na nini ndio, nikamsukuma ile tela akapunja. Bila alikuwa anatokea huko. Na kapinda hapo tena kibatu anapokea huko kapinduka hapo nao tena kibatu, subiri nini, wao mashahidi hasa, kumbe nao wakamata kimoja kilikuwa IST, ii kingine kilisikaasaha namna jeruhi, hata mmoja gari alitoka akakimbia kuangalia usalama wake, labda alihisi labda amemgonga mtu wanakumbe yeah, no, ya kumgonga mtu wala akugonga gari. Kwa hiyo uko madereva, hata kama unakuwa una mzigo unapofika sehemu uangalie, kwa sababu hii ajali, hata kama yeye jamaa huyo angekuwa yuko mwendo mdogo, msinge mtokea. Uh, lakini like, ya jamaa hii ajali yeye alikuwa ameiva Nola, like, yini kumuuliza kwa mimi niko ni kuna chuo. Mimi nilimuuliza, "Mbona uko na speed kali? Na mimi niko kasi ya kupanda mzigo mzito mjomba. Niko na kasi ya kupanda huu mlima hapa." Nola, like, lakini na mimi mwenyewe nilivyoangalia hilo nalo ni kweli mzigo hapo, mzigo eh, mzigo mzito ndio kigomea hapo e, a wa gari ndogo ndio makosa sio jamaa. Chawamata TV haikuishia hapo, ilizungumza na dereva wa taksi aliyoshuhudia ajali hiyo inavyotokea. Mimi na kama dereva wa gari ndogo, hawa watu wa maloli mara nyingi sana wanakuwasumbua unaweza kuona kama vile wewe yule ana amekosea, lakini haipo sahihi kwa ajali kama ilitokea, kama mimi Naona kama vile mwenye gari kubwa ana magu su kama mtu anakuchomekea beli na unajua kabisa ushatoka kule, ushatoka kwa kompeni nao, na unaona wao wapo wengi, itakwa ata aagoga tu. kwa mimi mchango wangu ndio hivyo tu. Kwa matatizo kama yale, kwa sababu wale walikuwa wapo wengi wanamfuata na kumwambia asimame, asimama vipi? Na kwa ni changamoto shaona, bwana Sa, wale wana akili wamekuja mchomekea katika mlima, so, na wao sasa, kama wewe yeye ana gari kubwa, wao ana gari dogo, kwa mbele yao gari kubwa wangeondoka. Kwa mimi mchango wangu, wanakuwa wana makosa usumbufu mimi maoni yangu ndio hayo, kama dereva. Hata hivyo mmoja wa shuhuda wa ajali hiyo alitoa ushauri kwa madereva. Maoni yangu ni kwamba <coughs> kwa mfano kama dereva amekwaruzana na amekwaruzanaa jamaa wa huko alikokwaruzana, kikubwa anavyoona mpaka dereva anakuja kupata ajali, alimwazia sana, ama alifoka sana kum, kum, kum, kumfikiria huyo jamaa mwenye ST. Lakini angekuwa hamfikiria hata kama anaovateki angepunguza mwendo, kashaona kule kuna kuna tatizo, hicho kufanya kumwazia akustahili aende ta taratibu sawa aende taratibu, kashona amekazana, aende taratibu kwa tahadhari, kuangalia huyu mtu aweza akafanya chochote. Naona mi mfano mdogo mi, kuna siku hivyo, mi naendesha pikipiki mara nyingi, nilikuwa toka kazini, toka kazini kwa, kuna jamaa alinichomekea kama hivyo, kunchomekea, nikawa ni namkimbiza, kumkimbiza, kumbe jamani, jamaa ni wabuza nafika Buza nikamwona akapunguza mwendo, alikuwa kabeba mizigo mizigo yake alitaka kuchukua, nikam overtake kwa mbele kumovertake kwa, kwa mbele, jamaa akapata ajali. Alivyopata ajali, nilikuja kwenda hasara mimi kwa sababu vitu alivyokuwa kabeba nili niliwajibika kuzilipa. Kikubwa ni kwamba amadereva wa, wa maroli ukishona hapa kama mshakozana mtu tembea taratibu kwa tahadhari kubwa sana kwa ku, yani kuhofia chochote kisije kikatokea, na hilo dereva angefanya hivyo nadhani ajali isingetokea na mpaka anakuja kufunga break namna hiyo, inaonekana alikuwa kwenye mwendo, alafu kashona huko, kuna tatizo alivyofunga ile break, ndo ile trailer lika likadondoka. Kwa hiyo shida ni kwamba, yeye anatakiwa, madereva wa maroli wa kikao, ukiona okay, baba kuna mkwaruzo wote, kuna mtu ambaye umetilafiana na, naye, afu unaona anakukimbiza au takuwa kukimbiza gari wewe, unatembea kutembea taratibu kwa kuhofia chochote kinaweza katokea. Basi nikiripoti kutoka hapa, Chawamata TV, mimi ni Maria Moyaga.